Ni Bugoma TV. Habari. Habari. Eneo hili ni eneo muhimu sana. Ni eneo ambalo linakutanisha mikoa miwili, Sumbawanga na Katavi. Tunashukuru mpaka hapa tunapoona wananchi kama wananchi wa Katavi, hususan kijiji cha Sitalike, tunaona ni jitihada nzuri sana anazozifanya mama. Maana daraja hili limekuwa lina changamoto sana. Zimekuwa zinatokea ajali nyingi, lakini nadhani baada ya kukamilika kwa ujenzi huu, ajali hizo zote zitakuwa zimepotea. Na yale maafa, kelele hizi tunasikia, kama wananchi wa hapa, kuna ajali imetokea, tunakuja, tunahangaika kuokoa watu. Na hapa ni pabaya, kuna maji, kuna mamba, kuna boko. Nadhani jitihada hizo zitakuwa zimepotea. Jina langu naitwa Bahati Vitu Sisanga, mkazi wa Sitalike. Kwa kweli, watu wamekufa wengi sana hapa, ajali zimetokea kama tatu nne. Kuna basi limetumbukia hapa likazama hapa, basi la Sumri, kampuni ya Sumri liliweza kuua abiria wengi sana watoto wa, wa pamoja na watu waliopatikana hapo walikuwa ni kumi na saba, bado waliookolewa huko mtoni huko chini walikuwa ni idadi kubwa. Kwa hiyo ikaja lori moja lilitumbukia la mahindi, ikaja petrotenki litumbukia, litumbukia hapo. Kwa jina naitwa Moses Beda Gibson, mkazi wa Sitalike. Kwa, kwa... changamoto kona ambayo inayotoka Sumbawanga kuja mkoa wa Katavi, kwa kweli ilikuwa ni kona mbaya sana. Ajali zilikuwa zinatokea. Kuna mwaka mmoja sijui kama sikumbuki, ilikuwa sijui elfu mbili na ngapi. Kuna gari moja iliyokuwa inatoka Sumbawanga ilidumbukia pamoja na mahindi hapa. Naitwa Injinia Jamhuri Kamea toka kampuni ya Mseremu tunaojenga ile daraja la Katuma Sitalike lenye urefu wa mita 55. Mkataba ulisainiwa tarehe 27 Novemba 2024 na tunategemea kumaliza huu mradi by Novemba 2025 tarehe 27. Tuna uhakika tutamaliza ujenzi wa ili daraja kabla ya muda uliopangwa. da kulingana na mvua za mwaka jana zilisababisha barabara hii kujifunga. Barabara hii inaunganisha mkoa wa Katavi na mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo mwaka jana ilivyojifunga kwa hakuna mawasiliano kati ya mkoa wa Katavi na Rukwa kupitia barabara hii mpaka watu wazunguke zaidi ya kilomita sabini na nane, kufika mkoa wa Rukwa. Lakini sasa baada ya dara ya daraja hili kukamilika, njia hii itakuwa inapitika muda wote na magari ya, ya uzito hadi tani 45 yatakuwa yanapita bila shida. Sababu daraja hili limedizainiwa kwa kubeba uzito mkubwa wa tani 56. Kwa hiyo magari ya aina ya yote yatakuwa yanapita bila shida na barabara itakuwa inapitika kwa vipindi vyote vya mwaka.